Hii ni Toka Zamani TV. Kuendelea kupata updates kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Zawadi hii imetolewa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuwashika mkono watoto yatima kuelekea siku kuu ya Idi, lakini pia kwa ajili ya wale wanaoendelea na Kwaresma, Mheshimiwa Rais anawatakia kila laheri watoto wote wa vituo hivyo ambavyo watabahatika kupata, na kwa maandiko yake yeye mwenyewe ambayo ameyatuma kwetu, amesema tutoe katika kila kituo mbuzi mmoja, mchele, sukari, mafuta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 inayoanza Mungu akijalia, kesho na ile nyingine inayofuatia baada ya kumalizika mfungo wa Kwaresma. Tuendelee kusoma tukimtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, lakini pia tukiamini kuna wazazi, kuna viongozi wako nyuma yenu. Kila Mwenyezi Mungu anapowawezesha basi watakuja kuwashika mkono. Asanteni sana okay.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 Asante sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais na kumtakia kila la heri kwenye majukumu yake ya kila siku na mola mtukufu azidi kumbariki, lakini pia mkuu wetu wa mkoa wa Ruvuma Shukrani. Naitwa Sister Mikaela OSB missionari Benedictine wa Tutsing Peramio, nakiri kupokea zawadi kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma, zawadi za soda katon kumi, sukari kilo ishirini ishirini na tano sabuni ya kufuria, lita kumi ya mafuta na mchele kilo hamsini na mbuzi. Tunashukuru sana mkuu wa mkoa na tunaomba utufikishie salamu zetu sisi watoto wa Good Shepherd Orphanage mji mwema kwa rais wetu tunashukuru sana. Naitwa Sifaeli Obedi Mutumo, ni mwakilishi kutoka kituo cha watoto yatima Songea. Pale kituo kipo chini ya jimbo na nikili kwamba tumepokea zawadi ya mbuzi mmoja, mchele, uh, uh, sabuni ya unga, pana sukari pia, pamoja na ndoo lita kumi ya mafuta ya kupikia. Kwayo niweze kushukuru na niseme asante sana, tutaviwasilisha pale kituoni. Lakini pia tupende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kumwagiza mkuu wa mkoa, na yeye amefanya kama alivyoambiwa. Basi tumtakie kila la heri kwenye majukumu ya kazi zake. Asante. Mimi naitwa Shehani Mzaina. Updates zaidi zinapatikana kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, lakini pia jiunge kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok pamoja na X kwa jina la Toka Zamani TV. Twende sawa, asante na kwaheri kwa sasa.